Ziki kuna itangarombo kuna, kuna pakome tunaweza kuadhibiti hawa wasiweze kufuguru kwa kiasi kubwa cha na wamefanikiwa. Kwa hiyo mimi naomba niwapongeze sana songei, kabla sijaandaa Yanga hapo, kipindi cha pili tunaona mabadiliko, mmoja kati ya wachezaji ambao wameingia ni Farid Musa, yule ambaye tunajua kwa niktugn ambacho tunaona jo Kwangu mimi siwezi nikasema kwamba palidimusa kaikulia, lakini unatakiwa uwapongeze wale ambao wameweza kufanya yeye akae benchi. Mchezaji akikaa benchi sio kwamba ni mchezaji mbaya, na wala uongozi unapoenda kumaproch mchezaji kumsajili, sio kwamba wanasajili mchezaji mbaya, wanasajili mchezaji ambaye wanajua wana uhakika naye kwamba huyu atakuja tusaidia ndiyo maana watu wengi walifikiri kwa msimu huu na wanza walitegemea Faridi Musa kuwachwa, lakini kocha aliopti kumbakiza. Kwa nini? Kuna kitu alikiona anacho ne. Faridi Musa ni mchezaji mwenye uwezo wa kucheza namba kumi na ana uwezo wa kucheza fullback. Kwayo mimi nadhani kwa Faridi Musa ni mchezaji ambaye kwangu mimi si, si optiku wa timu kumwacha. Kwanza ni mchezaji ambaye ukikosa wachezaji wengine, yeye ana uwezo wa kukupa kitu ambacho anaweza kukupa na kumsaidia tu. So amekaa sana benchi na ameingia kwenye game yake ya kwanza ya CRDB. Na umeona ameisaidia timu yake, haijalishi hajatoa pasi hajafunga yeye, lakini uwepo wake yeye uwanjani umeweza kusaidia timu na wachezaji wengine wakapata nafasi na, na wakaweza kuscore kuisaidia timu kupata matokeo. Unazungumziaje Pakome ambaye amekupa man of the match? No doubt kwa Pakome, hamna mtu asiyejua uwezo wa Pakome na ukiwa na mandaleti Pakome utakuwa hujui pia na utakuwa na mapenzi yako wewe Minye. Lakini pakome ni the best mchezaji ambaye tunaye kwenye ligi yetu. Na kitu kingine, pakome ni mchezaji ambaye ana uwezo wa kukupa matokeo katika mazingira yoyote yani, na kwa kuangalia yuko katika eneo gani, anacheza katika eneo gani, anaweza akakupatia performance yake. Haijalishi atakaa nje kwa muda gani, atakaa benchi kwa muda gani, lakini anapoingia akapata akapata nafasi, anao uwezo wa kufanya ukapata matokeo muda wote na wakati wowote.

Mimi niwatakie kila la heri Simba Simba, Simba, Simba. No doubt, Simba uwezo wanaokuwa wanauonyesha katika michuano ya kimataifa wamekuwa na wakati mzuri sana ndani ya hii miaka mitano, wakiwa wanaenda kushiriki michuano ya kimataifa wanakuwa wanafanya vizuri sana, so nachoomba wasiende wakiwaandalete almasi, kwa sababu warabu wao wana desturi yao wa, au na utaratibu wao wa, wa kucheza kwenye ardhi yao ya nyumbani wanatakiwa, mii nadhani Simba wanatakiwa wakubali kwamba wanaenda kwenye ardhi ya Uarabuni ambao wao wanatakiwa wawe kama timu ya tya haijaarishi ana mda gani anashiriki michoro ya kimataifa na alikuwa anafika wapi, lakini unapoenda kwenye ardhi ya mtu mwingine unatakiwa umrespect kwanza, na mpinzani hamtakiwi kumdharau. Ukienda na mentality ya wewe kwamba wewe ni bora zaidi yake, hicho ndicho kinachowakosti vilabo vingi, mwisho wa siku wanapoteza ndaaunatakiwa ujue kutofautisha klabu na timu. Unapoizungumzia klabu, unamzungumzia mwanachama, viongozi na wachezaji. Unapoizungumzia timu, ndo utakuta kina Faridi Musa na benchi la ufu. Kwa hiyo ilipo ya Young Africans na wanachama wapo, alipokuwa kiongozi wa Young Africans na wanachama wapo. Wanachama wenyewe ndio sisi, tunachokihitaji ni sheria na kanuni zifuate, ili mpira wetu uweze kuwa eh, ligi bora barani Afrika. Watu wengi wanasema, au niseme kwamba kwa hii sifa tunayopewa kwamba Tanzania ni ligi bora kwa barani Afrika ya nne, mimi naweza nikakataa. Unatumia vigezo vipi kutupatia ligi bora namba nne barani Afrika, ili hali tuna refa mmoja anayechezesha michano ya Afcon harajiga peke yake. Hiyo ni ligi bora barani Afrika namba nne? Kwa hiyo mimi nadhani tuache makando kando, tusimamie sheria na kanuni ili tupate ligi bora halali na sio ya michongo michongoaha. Inawezekana chini ya jua mna kinachoshirikana. Na unapokuwa umemkosea mtu au unapokuwa umekosesha watu imani, haijalishi umebakiza muda gani, wakiisha sema kwamba uondoke basi wapisha. Unaambiwa msanii mzuri ni yule anayejua wakati wa kushuka jukwani kabla aanza kuzodolewa na mashabiki zake. Kwa mimi nadhani ukishaona umeboronga, ni bora ukang'atuka peke yako pasipo kuanza kuchafuliwa. Kwa hiyo kwa wanachokifanya bodi ya ligi na TFF, mimi nadhani kwa mtazamo wangu mimi na fikira zangu mimi, ningekuwa mimi ningekuwa nimeshang'atuka kwa nini? So wewe kama kiongozi wa mpira Tanzania, umetoka kwenye majukumu ya kafu ulipaswa kuja kukaa chini na vijana wako ukaongea nao kusikiliza shida yao, lakini unapokuja kabla hujakaa chini na wale ambao unatakiwa kuongea nao, unajikuta unaongea kwenye media maneno ambayo yanadhihirisha umeegemea upande gani. Inakuwa, inakuwa haipendezi kwa mtu ambaye ni kiongozi. Unajua, uongozi ni talent na ili uwe kiongozi ni lazima uwe na busara, hekima na maarifa. So kwa Karia hekima na busara na maarifa yote haya, na ndio maana hata juzi kwenye kikao dhidi ya waziri wa michezo haukumsikia akiongea chochote. Nadhani kama mlimfuatilia alivyokuwa na waaga wa wachezaji wa timu ya taifa pale Tanga, mlisikia kauli zake. Kwa hiyo mimi nadhani ni muda sahihi wa Karia kuachia ngazi na asisubiri kuchaguliwa kwa sababu unapokaa unachafuliwa hivi, unaongelewa hivi, alafu mwisho wa siku unasubiria upigiwe kura tena au unasubiriwa uje utoke kwa kupigiwa, kwa, kwa kuondolewa na watu kwa kura. Inakuwa ipendezi. Kwa hiyo mimi nadhani ni-ni na, anaweza kawa baba yangu, of course kwa umri wake, mimi ni mdogo kwake, lakini kwa ushauri wangu ningemshauri aondoke tu mapema. Kila tukiruhusu mlango huu ufunguliwe, yanga akikerekwa na uongozi simba akikerekwa ta uongozi Kagera akikerekwa ishakosanjenamnagani yanga ameanza, simba wafuate, wengine wanataka kufuata takomazaa sasa, hicho ndicho tunachokitaka. Kwa nini? Kwa sababu unaangalia kuna vilabu vingi vidogo vinakuwa vina vina havitendewi haki na huu huu uongozi. Kwa nini nasema hivyo? Vilabu vingi Azam amewahi kwenda kucheza Kagera. Alizimiwa taa wakati wa kufanya mazoezi na meneja wa uwanja. Lakini akalalamikia watu. Mbeya Kwanza amewahi kufika uwanjani, ambulensi haikuwepo uwanjani. Kisheria huwezi kucheza kama ambulensi haikuwepo uwanjani. Alipokuwa alama Mbeya Kwanza akapewa na Mungu. Angelalamikia watu. Wakati kocha mwenyewe alifungiwa miaka miwili. O, mimi nadhani vilabu vidogo vinakuwa havina sauti. Mfano mechi ya JKT Queen na Simba Queen, wangelalamikia wapi JKT Queen? Kumbe sasa, unakuta TFF na bodi ya ligi ndio wameshikilia kwenye, kwenye makali. Ndio maana utasikia akiongea mchambuzi fulani, atafungua kwa sababu makali ameashika TFF na bodi ya ligi. Akiongea msemaji wa timu fulani, anafungiwa. Ulishawahi kusikia afisa habari yeyote wa Simba kafungiwa? Kwa nini? Kwamba yeye yuko smart hoo? Oh, mimi nadhani fikie hatua uongozi wa TFF na bodi ya ligi unatakiwa ujirekebisha.